Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza majimbo mapya manane ya uchaguzi na kubadilisha majina majimbo kumi na mawili yatakayotumika kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa mahakama ya rufani, Mheshimiwa Jacob Simwembegele, ametangaza majimbo hayo leo Mei 12, 2025 wakati akizungumza na vyombo vya habari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 Orodha ya majimbo yote itachapishwa na kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Mwenyekiti huyo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji Mwambegele, amesema jumla ya kata 3960 zinatarajiwa kufanya uchaguzi wa madiwani kwa Tanzania Bara katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025 kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha tano kidogo cha nne cha sheria ya uchaguzi wa raisi wa bunge na madiwani, sheria namba moja ya mwaka 2024, napenda kutangaza rasmi kwamba jumla ya kata elfu tatu mia tisa sitini zitatumika kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani kwa Tanzania bara katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kata hizo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 Mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.